Why are you looking to leave your current company? Hili ni swali lingine ambalo linaulizwa sana katika interview. Na swali hili linaulizwa sana kwa yule mtu ambaye anatafuta ajira wakati tayari ameshaajiriwa kwingine, au kwa lugha nyingine, anataka kuondoka katika ajira yake ambayo anao kwa wakati ule, na anataka kuhamia kwa huyo mwajiri mpya. Na lengo kubwa la waajiri wengi kuuliza hili swali ni ili kutaka kujua attitude yako kutoka kwa yule mwajiri wako ambaye unaye kwa wakati huo lakini pia wanataka kujua what's in your mind a what are you thinking about your career. Hii itawafasilitate sana wao kuweza kufanya maamuzi mazuri, aidha wakuchukue au wasikuchukue, kutokana na mawazo yako au fikra zako kutoka kwa ule mwajiri wako ambaye unaye kwa kipindi kile. Na hili swali unabidi uwe makini sana, kwa sababu jinsi ambavyo utamwongelea mwajiri wako hicho wa kipindi hicho ndicho ambacho utakionyesha pia hata atakapokuajiri katika nafasi hiyo ya kazi. Kwa hakikisha unapokuwa unajibu hili swali, you are staying positive, unakuwa focused, lakini usiwa bad mouth mwajiri wako, au mwajiri wako wa kipindi kile, lakini pia usifocus katika vile vitu ambavyo ni hasi au vile vitu ambavyo ni negative. Kwa hiyo unaweza ukasema, well I am leaving my current job because recently they are retrenching or they are removing some of the people from the office so I have to look for another job. Lakini pia unaweza ukasema kwamba there was no room for me to grow because I've already done all of my responsibilities and I've reached a point whereby there's no more room for me to go vertically or to grow, so i had to move for another position. Kwa hiyo hakikisha unazungumza vile vitu, lakini vile vitu ambavyo viko positive, ambavyo havimkandamizi yule mwajiri wako wa kipindi kile. Au usije kujibu kwa kusema kwamba I am leaving my current job because i'm looking for more money. Usiseme hivi hata kama ni kweli, lakini hilo jibu keep it for yourself kwa sababu pindi utakapojibu hivyo hata yule interviewer atajua kabisa kwamba huyu mtu anatafuta pesa, na tukimchukua hata sisi ataondoka tu, kwa sababu atatafuta tena pesa. Kwa kuwa makini sana unapokuwa unalijibu hili swali.